究竟是什会jeklha人个的是h想万at的i Basi, wakati wanaendelea kuzungumza, kijana akamwambia wakati haya matukio ya Heaven Dog yalipoanza kutokea, e, basi mimi ndio naonekana kwamba ni muuaji. Mama yake akamwambia, usiogope, unajua mimi napenda kuonekana hayawani unapokuwa hayawani unapata unachotaka soi ni yabatngouula sasa, namwambia tengeneza mtego, huyu heaven dog ajitokeze yeah, halafu ummalize. Sasa akamwambia mama, unajua mimi bado ni, kwa nini sasa hutaki tena nimuue? Muue Ma Kongqun akasema zipo njia nyingi za kumuua mtu, ingefaa tutafute njia inayoumiza zaidi kummaliza Ma Kongqun. Sasa anamwita msaliti, lakini akawa amepata shaka. Shaka nikana kwamba pana mtu ambaye anawaangalia. Akasema basi, nataka nikuambie kitu kimoja. Wewe usiangaishwe sana wewe, hakikisha kwamba basi eh, atakuamini baada ya kumuua Heaven Dog, alafu akisha kukabidhi binti yake, wewe muoe binti yake. Hiyo itakuwa njia ya kumuua Ma Kongqun kirahisi ahadi ulizonipa? Kwama anamwambia mama, eh, mama yake mimi bado nakuunga Mm-hmm. Akamwambia, ni nini uliniambia? Uli akamwambia, nilikuahidi mama kwamba sintakaa nimpende Ma Fangling. Kumbe unakumbuka sio? Kwa nini basi unamwombea msamaha? Hebu ngoja nikuambie kitu, tusipoung'oa mzizi eh? Unanisikia Fu Hongxue? Tusipoung'oa mzizi matatizo yataendelea kuwepo. Baada ya kumaliza kila kitu, utaanza kuhisi tofauti. Fu Hongxue, unanisikia? siku moja utakuja kuelewa, mimi ndio mtu pekee ninaye kujali zaidi. Hebu tazama, tazama eh? angalia eh? unaona utupu ulioko hivi? kama si mimi, hebu niambie eh? si damu ingemwagika kila pahala das. Wewe hakikisha kila mtu ata hivyo ndivyo ambavyo basi wewe utaonekana shujaa. Unapaswa kufanya kinachotakiwa. Kamata farasi, safiri ba, usisikilize chochote, akikisha unawamaliza, wanawasaga saga ni, dauda, ni kwa njia hiyo ndio utafika katika safari, akasema. Lakini sasa wanatitilia shaka kwamba mimi ndo muuaji. Lakini mwanangu Fu Hongxue, wewe si umejitahidi kujiandaa kwa miaka yote ishirini kwa ajili yake. Nina imani kwamba unayaelewa yote hayo na kwamba hutofeli, hutoshindwa. Wakati huo basi, wakiwa eh, bibiye pale eh, amejificha sasa akawa anawaza tu anasema huyu kumbe atakuwa ni mama yake na Fu Hongxue. Wakati anataka kukimbia basi mama yake na Fu Hongxue akawa ameshtukia. Na sasa amenaswa. Ndiyo maana nilikuwa nasikia harufu sio ya kawaida. Mm, ni kwa sababu hapa palikuwa na mbwa mwitu hapa, eh? Binti mrembo sana huyo, eh? Sasa mbaya ni kwamba ushasikia mengi akitaka kumuua. Eh, mwamba akamstopisha, mama yake akamwambia, hapana, hapana mama, hebu acha, acha. Yaonyesha nyinyi wawili mnafahamiana tayari. Eti Fu Hongxue, hivi kumbe baada ya kuona hapo ulijipatia marafiki sio? Ehe, mara ya mwisho ilikuwa ni hii. Na sasa ni Chui Nong. Sijui sasa amemjuaje jina. Anasema na sasa ni Chui Nong. Na kumbe basi si shangai, ndio maana ulikuwa unaniomba pesa nyingi sana, ulikuwa unataka kumuhonga honga yule bibi eh? si ndio hivyo? Akasema ndio. Nilitaka ikiwezekana aondoke kule eh? aondoke kabisa Ha, ulitaka iwe hivyo sasa. Sasa huyu <tipo> mm -hmm. Pia inawezekana kabisa akawa tu sio dansa kama unavyofikiria, labda pengine kuna utambulisho wake mwingine wa siri. Wakati huo walipokuwa eh, pamoja na hili tukio lilipowai kutokea, alipofanya hivyo alimuuliza kwa nini, akamwambia utanisame ni spy kutokea 10,000 huko. Anamwambia sasa, katika nyakati kama hizi huenda hapa ukamona ni kama mtu aliyekosa msaada. Nani anayijua eh, silaha yake ya siri iliyojificha au aliyoificha, mm, Sasa hebu fanye hivi, jiguse kama sitakumaliza. Mama alikuwa mkali bwana, na ukimuona tu jinsi alivyo, unaona kabisa ni kiumbe wa kuogopwa. Akasema yeah, wakati nilipokuwa nakuja hapa, kuna kitu nimekutana nacho cha eh, muhimu sana cha kipekee. Wanataka kujua nikusimulie? Palikuwa na mwanamke mmoja mm, bila sababu ya msingi hata kaniuliza swali la kijinga kabisa, na tena akanialika niende nikakae katika hoteli yao nipate kunywa na kula. Sasa nikapata na barua bwana, alikuwa ameficha barua. Hii ni barua iliyokuwa inaenda barua hiyo inasema pana mwanamke mwenye nywele za mvi ambaye basi anakuja huko e, pengine huyo ni Zong Yuin, na sasa alikuwa akitoa taarifa. Basi ikabidi niminye kidogo aseme, nikatumia wa ni sumu yangu ya nge ambayo anahifadhi katika sindano zangu ndogo ndogo kama sindano kumi na tatu hivi ili kusudi aweze kuongea. Basi akasema yeye ni spy. Anatokea 10,000. Eti, Kino. Kino. Unataka kuonja utamu kidogo na wewe wa sindano hii ambayo basi ni yenye sumu ya chuma mm -mm. Sasa nafikiri utakapoipata sumu hii ni ama utakuwa kichaa, utachanganyikiwa kabisa, ama basi utakuwa. Akasema mimi sijui kitu chochote. Mimi ni dancer tu. Na hata hivyo nimesikia yote hayo yaliyokuwa yakiendelea kwa bahati mbaya

scliyani is... yeah, wewe unaonekana kabisa, wakati mwingine nakupa maelekezo huaminiki. Wakaondoka sasa wamepitapita huko maporini, kumbe pana mtu mwingine amenaswa. Sasa ni nani huyo anayeongelewa ya yeah, kwamba alionja sumu ya nge kupitia sindano hizi. acha tutamwona. Sasa mabibi mabwana, tunaona huyu ni Jean Mao Jin Mao ambaye basi mm, e, ni mtu wa karibu kabisa wa chuoni. Mara ya mwisho ilikuwaje mpaka Jin Mao, basi sitakuwa spy tena. Bado ningependa kuendelea kupaa, kuwa mlinzi hapa Ukiacha ndugu zangu wengine wote, wadogo zangu. Unajua wote waliopotea tumebaki wanne. Mm, nikisema nibaki hapa maana yake lazima uwaruhusu wao waondoke. Akapewa ruhusa wale ndugu zake wengine wote, eh, waondoke. Unajua sielewi kabisa. Mbona sisi tumeshakamilisha mambo mengi tu? Kwa nini wewe hutaki basi tuondoke? Eh, akisema hapana mimi bado nahitajika. Kivipi? Ah, sasa hataki kujieleza. Sasa unaweza ukaondoka. Ondoka haraka. Usije ukawa kama mimi, eh? Ukiendelea kukaa hapa muda mrefu eh, hapa, hapa. Tutakosa ujasiri wa kuondoka. Basi wakaagana vizuri kabisa. Alikuwa ameshamsindikiza mbali kabisa. Eh, wamekubaliana kabisa. Akamwambia basi utaolewa na Liwai, I mean Liwai atakuwa amekusubiri kwa zaidi ya miaka mitano. Akasema lakini eh, Liwai na mimi umejuaje? Kumwambia mimi kazi yangu ni spy, nitawezaje kuacha kujua jambo dogo kama hilo? Ndio maana nilikuwa kiongozi wenu. Basi wakakumbatiana vizuri sana, alimsindikiza vizuri na anampenda. Unaweza kuona hata siku alipokuwa wanaongea na Ma Kongqun, aliwaombea wenzake wengine wote waruhusiwe, waachiliwe huru waende zao, wakaishi maisha yao yeye abaki aendelee kuwa mfanyikazi pale, aendelee kuwa mlinzi pale, hata kama ataendelea kuwa spy na bosi Mako Chuni akakubali. Sasa hao mabinti wote waliondoka, lakini huyu ni rafiki yake wa nguvu zaidi, ndio maana alimsindikiza, wakapata time ya kuwa pamoja, wakaagana. Sasa kumbe hata huko alikokuwa anaelekea, jamaa yule binti ambayo ni Jinmao hakufika, ndio wanakuja kukutana tena hapo, wamefungwa kwenye mti. Akamuuliza Chuni, unamjua huyu? Akasema namjua.

Yaonyesha wewe ni msumbufu sana. Kwa sababu wewe ni msumbufu, sasa ngoja ni kuongezee, ni muongezee rafiki yako huyu sumu kidogo, ili ajipatie raha kidogo. nego ni ren shi ni de tongban ma mhm, maana yake unachohitaji si ndio hicho, sio? Hebu niambie, yule mwanamke unamfahamu, ni rafiki yako pia? Kusema ukweli, yule yuko slow sana. Hata kama angekuwa spy, yani sisi wengine wote tungekuwa tumeshamalizwa wote. ni shibishi sya changchang zhe ge Nafkiri wewe bado unahitaji kuonja nita... ni uh, uh, e, wasu... hmm? Kwa nini basi umuue yeye? Kwa nini usiniue mimi tu badala ya yeye? Ebu hacha usifanye hivyo. ha akasema hivyoakakoi kwa kuwa bado umeendelea kusisitiza kwamba huyu hana hatia na wewe pia huna hatia, basi ebu shikilia upanga ehe, nenda ukamalize. Baada ya kumuua ndipo nitaamini kwamba basi Labda hamna ukaribu wote wala uhusiano wote. Shauruana. Vipi? Miguu sasa imekuwa kidogo imepoa. Huwezi kufanya ninachokwambia? Eh, kakamata upanga yuko serious kabisa. Kasema nilijua tu nyinyi wawili mnafanya kazi mnashirikiana <tos> <tos> wakati wakiwa wanajadiliana hapo, unaweza kuona basi mwamba mwenyewe masterful Unamlinda huyu mwanamke namna hiyo? Sasa jendash... kama angekuwa ni spai kweli, katika huko anakosema na kutokea kila mtu basi, huyu amekulia mpakani zeli, anayajua maeneo mengi na basi, ikiwa tutamwacha hapa Ibi, Ibi, Ibi, kwa sababu anaijua vizuri eh, vizuri 10000 hall, huenda akinisaidia tutampata muuaji kwa haraka. Mama akasikiliza mawe pointi zinatoka kwenye kinywa cha mtoto wake, akamwambia mwanae, basi nakupa baraka, fanya kinachotakiwa lakini usije ukanidanganya. Maana yake nikija nikimkamata, hey, huyu eh, kumuona rafiki yake. Lakini ndio hivyo, rafiki yake tayari ilikuwa ashapoteza maisha. Haya, wakati huu nakukumbusha subscribe, hakikisha una comment, una like, una share. Mtazamaji, siri moja wapo ambayo mimi inanipa nguvu nyingi ya kwenda mbele ni ninapoona wewe una subscribe sana. Naomba tafadhali subscribe tena, tena na tena. E, subscribe click hapo kwenye subscribe, kama unapaona kwenye button nyekundu hapo juu subscribe, like, comment, share. Itakusaidia hata unapopost movie unakuwa unapata taarifa notification. Na usisahau pia mtazamaji E, ya kwamba e, wakati wowote ikiwa unahitaji kuwasiliana unaweza ukawasiliana nami kwa namba unayoiona kwenye skrini yako sasa. Wakati Foh anataka kuondoka, binti akamwaa chuino, na kwa nini watu katika dhehebu lenu la kichawi wanaua, wanaua kiasi. Haya ni uwe na mimi basi. Nasema ni uwe na mimi basi. Eh, mbona usemi chochote umekaa kimya? Anasema ni uwe na mimi basi, mbona uni ui na mimi? Ni uwe na mimi, kwa nini uni ui na mimi? Eh, si niko hapa mbele ya zamacho yako ni uwe sasa yaonesha kila mtu katika dhehebu lenu la kichawi ni mchawi tu. Sasa binti anaumia sana, kampoteza rafiki yake na kuchukia na kuchukia makofi kama yote hivi. Unajua jina ilikuwa ndio anaelekea kukutana na mpenzi wake, na kama usinge limuua leo angeolewa, unanisikia? Lakini wewe Fungshu, unanisikia, na kwa sasa angalia sasa ameshakufa. Eh, angalia ameshakufa sasa. Basi alilia sana kwa uchungu mwingi kwa sababu amempoteza mtu wa karibu yake na alikuwa anajua stori yake ya kwa kwamba huyo rafiki yake alikuwa anakwenda kukutana na mtu ambaye anasisa. Walishapanga kuonana. Basi ndio hivyo anamwambia kama hivyo. Wewe unajua jinsi gani ambavyo mimi najisikia na kuuliza unajisi, unajua jinsi gani ninavyojisikia? Kijana akusema chochote kwa sababu ni ukweli kama mtu ambaye anajua ya kwamba <coughs> anampenda sana, alibaki ametazama chini tu, hakutaka kuinua uso wake <tie> kafika kipindi, binti machozi amekuwa mengi, anasema wakati nilipokuwa nataka kuondoka, kwa nini wewe ukuondoka sasa? Anamwangalia, anamuuliza swali gumu kabisa. Ikiwa utaki vio, vipo viendelee kutokea, ebu ondoka upesi. Basi baada ya kumwambia vile akaondoka zake. Binti anamuliza sasa, unaelekea wapi? Ni wapi unakoenda? Nakuuliza ni wapi unakoenda? Anamwambia naenda. Haya, angalia sasa, basi ndio hivyo, mwili wa rafiki yake umebaki pale na huyu si wa kwanza, wameshauawa wengi. Kama nikukumbushe tu majina yao, kuna mwingine alikuwa anaitwa, yupo dada mwingine alikuwa anaitwa Yuliu kuna dada mwingine alikuwa anaitwa Shuean ambao wote hao e, walikuwa wana, na kuna Ching Yun ambaye wote hao walikuwa wanatokea kwenye lile dhehebu la 10000 hall mimi naona kuna namna ambavyo tunaweza tukafanya ili tuweze kupata ukweli nini, inaendelea. Watu wanauawa kiajabu ajabu, lakini sisi tunaweza tukatumia akili na tukapata kujua nani ambaye anafanya haya mambo. Haijalishi hata kama anajificha nyuma ya kivuli cha maski aliyovaa. Bado tunaweza tukajitahidi kwa kushirikiana na mambo yakawa tu. Sasa wanaongea, wakipanga, wako watatu, e, kupanga plani nini wafanye ili mambo yakae smooth kidogo. Hai, wakati huo basi mtazamaji, na kukumbusha subscribe. Yes, hapo hakikisha una like, una comment pamoja na kushare <Gunji> ikiwa basi chochote kitatokea 10,000 haul. Mimi niko tayari kumprotect kumlinda, eh. Lakini <Gunji> inaonekana kama vile yule mzee ni mgonjwa mgonjwa. Unakumbuka mara ya kwanza tulipowakamata waaji 12 katika

Mimi nafikiri muuaji katika tukio la ile nyumba ya ibada, pengine haiwezi kuwa tu ni siri nzito, kwa sababu hatuwezi kumkamata. Kama mtu mwingine yoyote akiuawa, maana yake Ma Kongqun ngome yake itaanza. Wakati wakiwa <totu> wanaongea hapo, pana mtu mmoja akawa anapiga mayoe, anaomba msaada. Naomba nisaidiwe! Naomba nisaidiwe! Ni nini kimetokea? Tutakutana kwenye episode inayofuata.